Mheshimiwa Rais, mshindi wa habari ya ujenzi ni Mathias Canal Saidi. Anayekabidhi tuzo hiyo kwa niaba ya waziri wa ujenzi ni Mheshimiwa Innocent Lugha Bashungwa, mbunge, waziri wa mambo ya ndani ya nchi kwa niaba ya Mheshimiwa Abdalah Hamis Ulega bunge waziri wa ujenzi. Mheshimiwa Rais, waziri wa ujenzi Comrade Mheshimiwa Abdalah Ulega alipenda awe pamoja nasi, ameniomba nimwakilishe leo pamoja na kesho, yuko kwenye kuwasilisha bajeti bungeni. Mheshimiwa Rais, nimeongea na Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi Comrade Ulega, pamoja na zawadi ya cheti na tuzo ambayo ninamkabidhi kwa niaba yake, pia Wizara ya Ujenzi wamempatia zawadi ya milioni tano lakini vile vile Mheshimiwa Waziri Ulega ameniomba baada ya usiku wa leo Mheshimiwa mshindi mdogo wangu Mathias Canal saidi akaripoti Wizara ya Ujenzi kwa sababu Mheshimiwa Rais, chini ya uongozi wako na katika kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, kazi kubwa umeifanya ya kujenga mabarabara, madaraja, viwanja vya ndege. Kwa hiyo Mheshimiwa Ulega ameomba e, Mathias aripoti Wizara ya Ujenzi ili azunguke nchi nzima kwa kushirikiana na waandishi wa habari wengine kufanya coverage ya miradi ya ujenzi wa mabarabara, madaraja na miradi mbalimbali mbali, ambayo inasimamiwa na Wizara ya Ujenzi. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taazima, naomba nimkabidhi zawadi zake.